Fake. Turudi pale kitabu cha Matendo ya Mitume tatu kumi na sita Matendo ya Mitume tatu sita I'm sorry. Petro na Yohana walikuwa wakiingia hekaluni, na wakiingia kaluni wakakutana muhitaji, muhitaji mtu ambaye akona hitaji pale na ule muhitaji kila alikuwa, alichokuwa anahitaji alikuwa anahitaji pesa ili ajisaidie, lakini Petro na Yohana hawakuwa na pesa, ila walimpatia kile walichokuwa nacho ambacho walikuwa wamembeba Yesu. Sasa wewe Mkristo uliye hapa unaendinzama unasema umembeba Yesu na uwezi kupatia watu kile uko nacho basi Awa wakuwa na pesa. Wewe pesa una, huwezi pea watu kwanza mimi. Hizo pesa za kuanganya ziko wapi? Mimi ukiniona mwanzo niulize utaokokaje. Niulize wokovu ni, ni nini? Niulize mambo kama hayo nitakusaidia na nitakupatia huyu Yesu na Yesu ataenda kukuokoa. Lakini sasa niko na sisi na huyu Mkristo feki. Una pesa za kupea watu na pia hiyo Injili pia unakataa nayo. Utaki kuhubiri Injili? Tuliambiwa tuenende ulimwenguni kote tukafanya wengine kuwa wanafunzi, yani tukahubiri injili. Unanipata sasa? Hatukuambiwa tuende tukapeane pesa. Hatukuambiwa tuende tukapeana manguo mizara nyingine. Hapana, sio hivyo. Unaweza zaidi ya mtu, lakini kile ambacho tuliambiwa tuenende ulimwenguni kote tukifanya ni kuhubiri Injili. So Petro na Yohana wakampatia kiwete pesa, maana hawakuwa nazo, ila kile walichokuwa nacho walimpatia, na ndicho kitu cha sawa. So, kiwete akapewa, akupewa pesa, alipewa Yesu. Maana walisema kwa jina la Yesu Kristo, inuka tembea, na kiweta akainuka akaenda kujitafutia. Watu hawahitaji misaada nyingine, mtu anahitaji awe mzima aende akajitafutia.